ITV inafika hadi nyumbani kwa Njole Nhandi anayedaiwa kufariki baada ya kushambuliwa na nyuki akiwa nyumbani kwake, ambapo shuhuda wa tukio na mtoto wa marehemu wanaelezea hali ilivyokuwa na chanzo cha tukio. Ni katoto ka jilani kakaponda wale nyuki, na nyuki wale ndoo wakaja kwa mzee kumshambulia, na yule mtoto akakimbia kwenda kwao. Hakuweza kukimbia mzee kwa sababu na matatizo ya mguu, walimshambulia kuanzia usoni kafunika uso mzima, walikuwa wengi kiasi kwamba ilikuwa ni shida ku, ku, kufanya uokozi. Nilipo mkuta ameangushwa kwenye kwenye mti wakawa nyuki tayari wamesha mzingira kila, kila kona. Zimamoto wanaingia tayari, mzee alikuwa ameshazimia kwa sababu ya kung'atwa na nyuki akithibitisha kutokea kwa tukio hilo na jitihada za uokoaji zilizofanyika, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Simiyu ASF Faustin Mtitu anaelezea namna walivyomnasua kwenye kundi hilo. Askari wetu waliweza kufanya kazi hiyo kwa kufanikiwa kuwatawanya nyuki waliokuwa wamemzingira uh, mwathiriwa na kisha kufanikiwa kumwokoa na kumkimbiza katika hospitali halimashauri ya mji wa Bariadi kwa maana ya Somanda ili kupatiwa huduma zaidi za kitabibu na matibabu. Mwenyekiti wa mtaa wa Nyamimbi Bwana Juma Mashauri anaelezea hali ilivyokuwa baada ya zoezi la uokoaji kufanyika. Alikuwa bado hali yake siyo nzuri ya kulizishwa, hali ikawa mbaya, hatimaye umauti ulimkuta mzee wetu. Lakini pia na hili ni tukio la kwanza katika mtaa wangu, sijawahi kuona tena na wale pale, labda tu majirani ndio walikuwa wanajua au walikuwa hawajui, kwa sababu yeye alikuwa anaishi juu ya mti kutoka hapa nyumbani kwake. Njole Nhandi aliyefariki kwa kudaiwa kushambuliwa na nyuki katika mtaa wa Nyamimbi, kata ya Somanda, wilaya ya Bariadi, mkoani Simiyu. Teddy Kilanga, ITV.